bari yako karibu katika kipindi cha kuyachunguza maandiko. Somo letu la leo linasema ya kwamba wakati wa kusimama vizuri amani inapoisha. Wakati wa kusimama vizuri amani inapoisha. Wakati tulionao ni wakati wa uhuru wa kuabudu. Kuna saa inapokuja ambapo tutanyimwa uhuru wa kuabudu kama usipojiweka tayari leo. Wakati tunaofuata ni mgumu kuliko huu, na kama wakati wa starehe umeshindwa, wakati wa kufurahi umeshindwa kujiweka wakfu kwa Mungu, kile kipindi kinachokuja kitakuwa ni kigumu sana. Tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kumpenda tuyachunguze maandiko leo, tutasoma neno lako mtakatifu, uwe pamoja nasi, utufundishe na kutuongoza katika jina lako Yesu, amena na, Fungu letu kuu leo la kwanza inatoka katika kitabu cha Ufunuo saba Ufunuo saba na ule mstari wa kwanza ujumbe wa malaika, ujumbe wa malaika wanne, nasema kwamba baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi pepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Kwa hiyo hapa tunaona malaika wa Mungu wamezuia pepo nguvu ugomvi vita machafuko. Wakati unafika, utafika Mungu ataruhusu malaika hawa kuziachia pepo hizi, machafuko ya kila namna yataikumba dunia. Kwa hiyo huu wakati ambao wa malaika wa Mungu wameshika pepo nne za dunia, dunia isichafuke, wewe Mkristo ambaye unategemea kumpokea Yesu mara ya pili, ni muda wa kufanya matengenezo. Maana yake ni kwamba usipofanya matengenezo, wakati ukifika, Mungu atakapoachia hizi au malaika wake wakatoka katika kuzishika zile pepo nne za dunia utakuwa wakati wako umekwisha. Ni wakati tunaoelekea, wakati mgumu sana, ambapo inabidi tangu sasa tuanze kujitayarisha kwa kile tunachoenda kukutana nacho, na sio sio tunakaa kwa kuboteka, ule wakati unapofika eti ndo tuanze kufanya matengenezo, tutakuwa tumechelewa. Tukiangalia katika kitabu cha Luka 21 nalo fungu Luka 21 Luka 21 fungu la 25 hadi ishirini na nane anasema tena, kutakuwa na ishara katika, katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Haya yote pia tumekwisha kuyaona yametokea, watu waki vunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zimetikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu za utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hasa katika haya mambo ambayo Yesu pia alisema katika kitabu cha Luka, jua kutiwa giza ni kitu kimekwisha kutokea, mwezi kutiwa damu ni kitu kimekwisha kutokea, nyota kuanguka kutoka mbinguni ni vitu ambavyo vimekwisha kutokea, machafuko ya bahari yamekwisha kutokea. Je, umeshakuwa umejiandaa kupokea masi maana hizi ndizo ishara Yesu alizozionyesha za mwisho kabisa wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu, kwamba kwa haya yote yakushakuhwa kutokea, tujiweke tayari kumpokea Masihi. Je, wewe umekwisha kumpokea? Ikiwa kila kitu kilichotabiriwa ndicho kimeshakamilika, kwa hiyo ikiwa kitu kimeshakamilika sisi ndiyo tu hatujawa tayari. Unabii huu wote umekwisha kutimia, jua kutiwa giza, mwezi kutiwa damu umekwisha timia, nyota kuanguka kutoka mbinguni, vyote vimeshakamilika, lakini sisi wenyewe ndiyo hatujawa tayari kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Masihi na kupendekezea kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba inatupasa uombe Mungu akupe nguvu kwa ajili ya kujiandaa na dhiki tunayoenda kukutana nayo. Ni dhiki kuu, tahabu kuu ya Yakobo, ambayo haijawahi kuwapo tangu kuweka misingi ya ulimwengu hata sasa, na wala haito kuwepo kamwe. Kwa hiyo, usipojiweka tayari kuanzia leo, ndugu yangu, tunakwenda ni pagumu kuliko tulikotoka. Tukiangalia katika kitabu cha Roho ya Unabii cha Gospel Weka, ukurasa wa 233, mjumbe wa Mungu, mama NG White, anasema ya kwamba tunaokabilia wakati ambao zaidi ya wakati mwingine wowote uliopita tangu kuwako kwa ulimwengu huu utataka kujitoa wakifu kikamilifu kwa kila mmoja aliyepata kujita jina aliyepata kulitaja jina la Kristo. Kwa hiyo kila mtu anayelitaja jina la Kristo inampasa katika wakati huu kujiweka wakfu pia. Tukiangalia katika kitabu cha Testimonies volume 2 ukurasa wa 251 mjumbe wa Mungu anasema, endapo waumini wa ile kweli hawategemezwi na imani yao katika siku hizi za amani linganifu, ni kitu gani basi kitakachowainua juu wakati wa lile jaribio kuu utakapokuja, na amri kutangazwa dhidi ya wale wote ambao watakataa kuiabudu sanamu ile ya mnyama wala kuipokea alama yake juu ya nyuso zao at, au katika kipaji au katika kipaji cha vichwa vyao. Kipindi hicho cha kutisha hakiko mbali. Badala ya udhaifu na kusitasita, watu wa Mungu wangekuwa wanakusanya nguvu zao na ujasiri kwa ajili ya wakati huo wa taabu. Kama leo wewe unayejiita kwa jina la Kristo kama wewe unayeamini ni msafiri wa kwenda mbinguni, wakati huu ambako kuna kiuhuru cha kuabudu, wakati ambao hatujafika sehemu ya siku ya Jumapili kutangazwa rasmi, ambapo ni wakati wa taabu kuu, wakati ambao Rumi ya kidini itakapokuwa imesimama kama serikali rasmi kuwatesa watu wa Mungu na kuwaelekeza watu katika tahabu ambayo watu wa Mungu watauawa. Leo unashindwa kujiweka wakfu kwa Mungu, unashindwa kufanya maamuzi sahihi, umebaki kuwa ni mtu wa kutangatanga usiyekuwa na msimamo. Bwana anataka kila mtu anayeliita jina lake na auache uovu, ili akapate kuelekea katika njia ambayo Mungu alitenga watu wake tuishi. Kwa pia tukiangalia katika kitabu cha Testimonies volume ya tisa ukurasa wa kumi na moja mtume wa Bwana anasema, mjumbe wa Bwana anasema, mawakala wa uovu wanaunganisha majeshi yao na kuyaimarisha wana wanajizatiti kwa hatari kubwa ile ya mwisho. Mabadiliko makubwa yatatokea mara moja katika ulimwengu wote, na mabadiliko yote ya mwisho yatakuwa ya haraka haraka. Kwa hiyo haya mabadiliko unayoyaona yanayotokea katika wakati wa mwisho ni ya haraka haraka. Leo tunaona mafuriko, leo tunaona matetesi ya vita, njaa, kila aina ya mabadiliko inakuja kwa haraka hata wanawake kuwa kama wanaume na wanaume kuwa kama wanawake ni mambo yanayokuja kwa haraka haraka. Sasa wewe, mtu wa Mungu, ya kupasa kuinua kichwa juu na kumtegemea Mungu, ukijua ya kwamba Bwana wetu yuko mlangoni, anakaribia kufika katika ulimwengu na kutuchukua ili tukapate kuachana na hii dunia ya dhambi. Tukiangalia kitabu cha warumi Warumi, kuna namna ambayo mtumishi wa bwana anatueleza hapa. Warumi 13 fungu la 11 hadi 14 anasema naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia kwa maana saa, kwa maana sasa uokovu wetu huu karibu nasi kuliko tulivyo tulipoanza kuamini, Usiku umeenda sana, mchana umekaribia, basi suyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyo kama ilivyohusika na mchana, na kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa urafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivi, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Kwa hiyo mtume wa Bwana anatueleza kabisa kwamba hapa lazima tujue nyakati, wakati tulionao sisi ni wakati wa kufungwa kwa historia ulimwengu. Ni wakati ambapo kila mtu inampasa ajichunguze na kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Wewe ndugu yangu, urevi utaki kuacha, urafi unakula vitu ambavyo ni najisi. Mungu kavizuia kwamba hichi sicho chakula chakula. Tukiangalia Warumi kumi na moja, Mungu alituonyesha chakula. Paulo anatusi tusiendende katika urafi katika urevi za mwili katika wizi. Maana yake ni kwamba wakati tulionao sisi hapa ni wakati ambapo masihi anakuja wakati wowote, ya kupasa kufanya matengenezo na kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Kristo. Biblia inatuonyesha mwisho wa wakati, roho ya unabii pia inatuonyesha mwisho wa wakati, ila sisi Wakristo wa leo tumelala, na muda umeenda sana, haitupasi kulala. Muda umekwenda sana, kwa sababu mfumo wa ukombozi ni mimi na wewe kufanana na Kristo, ni mimi na wewe kufanana na Baba. Tukiangalia kitabu cha Matayo, kuna namna ambayo Kristo aliweza kutu, kutuonyesha hapa. Matayo tano, Matayo tano nao mstari wa arobaini na nane anasema, basi ninyi mtakuwa watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Sorry, narudia: basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo sisi ni watakatifu, lakini sisi hatujafikia ukamilifu kuna tofauti kati ya mkamilifu na mtakatifu. Kwa mfano, au ndipo uhalisia ulivyo. Mimi na wewe mtazamaji wangu, tunaomkiri Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu, sisi jamii ya Wakristo, jamii ya watu wanaomkiri Kristo, sisi tumekuwa watakatifu, lakini ukamilifu ni kitu kingine kabisa. Ukamilifu ni hali ya kutotenda dhambi. E, Watakatifu wote wanaomkiri Kristo ni wakamilifu? hawatendi dhambi? la hasha! Sasa lengo la Kristo sio tuishie kwenye utakatifu, lengo la Kristo yatupasa tuwe wakamilifu. Na ndio maana ametoa ahadi kwamba tutakuwa wakamilifu kama Baba wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo wakati ambapo Kristo anaendelea kutupigania sisi tuwe wakamilifu yatupasa sisi tuombe, tufunge, tumlilie muumba wetu tukapate badiliko na sisi pia tukapate kuwa ukamilifu. Tukiangalia kitabu cha roho ya unabii Desire of Ages ukurasa wa mia tatu kumi na moja kinasema wazo bora la Mungu alilonalo kwa ajili ya watoto wake ni la juu sana kuliko upeo unaoweza kufikiwa na fikra za juu kabisa za kibinadamu. Amenukuu Mathayo moja, Mathayo 5:48 Mathayo anasema, amri hii ni ahadi. Amri ya sisi kuwa wakamilifu ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu sio kigeugeu, ni lazima akamilishe ahadi. Gani? mpango wa ukombozi unazingatiwa, kuokolewa kwetu kabisa kutoka katika uwezo wa Shetani. Siku zote Kristo humtenga mtu na yule aliyetubu mbali na dhambi. Kwa hiyo, mtu yoyote anapotubu, Kristo humtenga mbali na dhambi, kwa sababu lengo la Kristo ni sisi tufanane na Mungu, ni sisi tusitende dhambi tena. kwa hiyo kazi ya Kristo sasa. Kwa hiyo kazi kubwa ya Kristo ambapo iko mbinguni, katika patakatifu patakatifu pa mbinguni, anafanya kazi kwa ajili ya sisi tuyo watakatifu. Alituambia kwamba anaenda kutuandalia makao. Kristo hawezi kwenda kujenga magorofa, Kristo hawezi kwenda kushika matofali na kufyatua kwamba anatujengia leo, utakuta Daudi, bwana jengo lako ila hapa, bwana Suleimani jengo lako ila hapa Bwana fulani jengo lako hapana, kwama dunia aliumba kwa kutamka. Kwa hiyo hata Yerusalemu mpya anaweza akatamka na ikawepo, lakini kilichomkarisha Kristo mpaka leo ni sisi tuwe wakamilifu, tufanane na yeye, tufanane na Baba, tusitende dhambi tena. Kwa hiyo tutakaposoma kitabu cha Ufunuo saba, Ufunuo saba, nalo fungu la pili hadi la tatu, anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema mtidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kayo. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba watu wa Mungu watatiwa muhuri wa Mungu, na wale wote watu wa Mungu watakaotiwa muhuri wa Mungu watakaobaki hai wakati wa dhiki kuu, kwa neema ya Yesu Kristo, watakuwa wamefikia hiyo hatua ya kuwa wakamilifu, wakati ambapo Mungu anaweka mihuri kwa ajili ya watu wake, wakati wa pambano la mwisho wale wote waliowekiwa mihuri watakaokuwa hai watakuwa wamefika katika ukamilifu, hawatotenda dhambi tena. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe na mimi kuendelea kuishika sheria ya Mungu na kuyafanya mapenzi yake, au kuendelea kukaa nje ya mfumo wa Mungu, ili ajapo mara ya pili tukapate kuhukumiwa au tukapate kukolewa kwa wale walioenenda sawasawa na Mungu alivyotaka. Hapo ndipo tumefikia mwisho wa somo letu linalosema, wakati wa kusimama vizuri, amani inapoisha. Wakati wa kusimama vizuri, wakati amani inapoisha. Bwana nakubariki sana. unapoendelea na hichi kipindi chetu cha kuyachunguza maandiko, usisahau kusubscribe na kucomment na kulike, kwa sababu hii itakusababisha uone masomo mengine yaliyokwisha kupita na tutaendelea kujifunza siku hadi siku. Mungu na bariki neno lake, amen. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umetuonyesha wakati tulio nao ni wakati wa kujiandaa sisi, na wakati unaokuja ni mgumu sana kwetu sisi. Endelea kuwa pamoja nasi katika wale watu wako utakaowekea muhuri. Baba, utubadilishe tabia zetu, tukapate kuwa na mihuri ya mbinguni na sio alama au sanamu ya mnyama. Tunaomba ya machache katika jina lako Yesu, amen. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe, amen.